Kwa hiyo point yangu ni kwamba tunapenda kunyooshia vidole. Sijui vikosi, sijui nani kaua kapiga risasi. Lakini lakin lakin lakin sisi wenyewe tuna tuna tunaua. Lakini sisi pia huwa sisi tunaua vibaya, tunawavalisha matairi, tunawachoma moto. Tunapiga mapanga. Hivi unajua the pain ya kupigwa mapanga kama kaufe? Kupigwa mawe mpaka ufe? Alafu mwokozi wa hawa watu ni hawa mapolisi. Akitokea polisi ndo anaokoa wale vijana, anashindwa kuuawa, anaokolewa au akikimbilia polisi, ndo maisha yake yanaokoka. Lakini leo hii tunanyoshea vidole, okay. Lakini sasa sijui mnaelewa point yangu. Mimi nimekuelewa lakini nataka niseme na, na hicho sikioni kikijitokeza sana, tunataka kulaumu matokeo badala ya kuangalia chanzo kilichotufikisha pale ni nini ni. Vitabu vyetu vitakatifu vinatuelekeza kama tunadai haki, hatuwezi kudai haki kwa kuharibu haki za watu wengine watu wametoka kwenda kudai haki kama wanavyosema, lakini wameharibu haki za watu wengi. Good. watu tumarizia wengi sana, kwa hiyo ndio mimi yeah. Mimi nitarudia tu kwenye neno la Mungu kwamba tunaelekezwa kama ni haki unadai, bado hiyo haki huidai kwa njia ya amani yeah. Lakini pia umeelekezwa usivunje haki, usi, haki ya mwingine kwa sababu wewe unadai, unadai haki yako, huo sio utaratibu wakati unadai haki ya mwanzo, huo sio utaratibu, lakini pia ndio hivyo kwamba tumeagizwa tutii mamlaka. Kwa hiyo kama hautii mamlaka, mm, maana yake kuna consequences ambazo zikitokea tusiende tena kushika mabango na kuanza kulaumu matokeo wakati, hey, tuli, tuliambiwa tusifanye hayo na tukafanya, huwezi, mm, kushindana kupimana. Mimi naamini ndio maana Mungu alituelekeza hivyo kwa sababu anajua huwezi kupimana nguvu au mabavu, mm, na mamlaka. So, kwa hiyo mimi naotaka kumaliza nisema kwamba wakati tunalaumu kwamba sio labda ni, ni watu gani waliokuwa na bastola au risasi, kwaidha ni sijui vikosi vya ulinzi salama sijui nini, wameua hao watu ambao wengi walikuwa wahalifu, wezi, basi sisi Watanzania ibidi tujiangalie kwamba reflection kwamba sisi wenyewe Watanzania ni wauaji wakubwa sana, kwa sababu miaka nenda miaka rudi mpaka kesho tunaua vijana wetu mtaani kwa sababu wameiba. Mwizi anatakiwa apelekwe wapi? Anatakiwa apelekwe polisi, mahakamani. Lakini mkombozi mkubwa wa vijana wa ambao wanaibwa wanaiba, sorry, wakikamatwa polisi akiwepo kidogo, ni maisha yao yanapona. Lakini leo hii tunalaumu watu wengine, lakini sisi ni wauaji wakubwa mtaani. Kwa hiyo lazima tuwe na reflection ya kujiangalia sisi wenyewe. Tunataka nchi yetu ibadilike, tunataka tubadilishe jamii yetu. Jamii inaanza na sisi. Uuaji unabidi tuache, sisi wenyewe kuanza kuuana sisi wenyewe ki sisi wenyewe, na hicho kitu tunakifanya. Tumehalalisha wezi kuuawa, tunahalalisha wahalifu kuuawa, lakini tunaanza kufanya sisi wenyewe huku mtaani. Kwa hiyo kusiwe na tofauti kama tarehe 29 kuna wahalifu walifanya hivyo vitu, wamepoteza maisha, wameuawa au wamekufa, hawana tofauti na mtaani tunaowaua, unless uniambie. Basi tubadilike, kwa kama ndio kitu kinafanywa kwa huyu, basi na huyu nao kifanywa hicho hicho, kwamba tuseme Tanzania mtu yote akikutana, like, ni mwizi anafanya uhalifu, basi wote wauawe, tuelewane hivyo kimoja basi, eh, basi basi basi. Hivyo tusiwekeane class kwamba huyu hivi. Jiulize, kuna kijana ambaye angeweza kurekebishwa akapelekwa jela akarudi kaiba tu fulana, anapotezewa maisha yake, anachoma moto na ua, kaiba siui nini, anachoma moto na uwao. Hichi kitu ni sawa? Hichi kitu sio sawa, nasema nchi gani? Yaani, lakini leo hii tunakaa, tunatetea watu ishirini na tisa ambao wameiba la... Majibu yote yako kwenye Bibilia, yako kwenye neno la Mungu, yako kwenye vitabu vyetu vitakatifu. Majibu yote yako pale. Kama tumetoka kwenye vile vitabu, ile miongozo ya vile vitabu vitakatifu ambavyo mimi naamini maelekezo ya Mungu wetu aliyetuumba, kama tumetoka basi, haya yanayotokea tusishangae, kwa sababu sisi tumetengeneza mifumo yetu, na hii mifumo yetu haiwezi kuwa salama, lazima italeta shida kama tunataka kufanikiwa, kama tunataka kutoboa. Na hicho ndio nimempenda sana waziri mkuu kasema, lazima tumtangulize Mungu mbele, na tukimtanguliza Mungu pe, mbele tutafanya haya mambo kwa amani always, sio kwa vurugu always, na kwenye amani hakuwezi kuwa na machafuko. Kwa bahati mbaya tunatanguliza mali mbele hiyo ndio shida, na mali zenyewe tunakufa, tunaondoka, tunaziacha. Amani hey, amani, amani. Turudi kwenye vitabu vya vitakatifu, hapo tu ndio pona yetu ilipo, hapo tu ndio pona yetu ilipo. Hmm, unadai haki sawa, lakini oh, dai kwa njia ya and, amani, ndio tulivyoelekezwa. Yeah, kwa, kwa kidai, kidai, kidai kwa mabavu Haku, yani hakuna usalama ni yatakuwa ni ya hayo hayo. Swali langu ndo lile, nimalizie kwa swali langu tena kwamba thamani ya Mtanzania ina utofauti nage, na je, mhalifu mmoja na utofauti na mhalifu mwingine? Kama hawa mtaani tunawachoma tunawaua, basi walaifu wengine kwa nini wao ndio waonekana wana thamani? Jamani, mimi nataka nimalize na kwa kusema a, mimi ndo swali kwa sababu nimesema mimi nataka niwaulize, mimi namaliza na na na na kwa jibu, kwa sababu yeah, wewe unauliza swali wewe jibu, huwezi kuwa na jibu Jibu mimi nalo kutoka kwenye neno la Mungu kwamba mwizi anayechomwa mtaani asiibe, ili asichomwe huyu. Yeah, aliyetoka tarehe ishirini na tisa kufanya vurugu yeah, akauawa. Maana yake tujifunze, tusifanye vurugu, tusitoke ah, kwenye fujo, kwa sababu kuna tofauti. Tofauti ya thamani ya Mtanzania. Hakuna tofauti. Eh, kama hakuna kuna tofauti, hakuna tofauti, wanaouawa mtaani, wanaouawa kwenye maandamano, hakuna tofauti tuti vita vitakatifu. Kama hakuna tofauti, basi mhalifu anayeuliwa mtaani kila siku ameiba sabuni sijui nini akachoma moto hana tofauti na watu 29 walikuwa wanafanya uhalifu wa ambao wamepoteza maisha yao kwa basi, there is no big deal. Kama ndio hivyo, tusianze kulaumiana au kuanza kutoa tuuma kwa sijui chombo kile sijui taasisi hii taasisi fulani imeua watu fulani, kwa sababu sisi wenyewe mtaani tunawaua. Ndio maana nasema kwa sababu tumekengeuka, tume especially especially maadili kutoka kwenye imani zetu, hicho ndio kimetufikisha mahali tulipo, kwa sababu kila mtu sasa analeta ubabe. Lakini neno la Mungu linasema ti mamlaka, kwa sababu hakuna namna utaweza kuleta ubabe kwenye mamlaka, hakuna utashindana na mamlaka, matokeo yake wewe ndio utakayelia. lakini pia ni kifo. thamani ya mtu ni thamani ya mtu. utu wa mtu ni utu wa mtu. sasa Kwe... tusikilize Mungu alichotuelekeza ili tuwe, tuwe, salama, kwa Tanzania kwa sababu Watanzania tukienda na akili zetu ndio tutakuwa hapa hapa, kila siku, mambo haya yatazidi kuwa mabaya. Tunatofautisha watu tuna uh, wa tuna, na, na tendo kama tendo hili ni kosa la kikatiba, au kama tendo hili ni kosa kisheria, ki basi adhabu iwe sawa, kusiwe na utofauti. Hicho ndio mimi ninachokisema ambacho sio sahihi, tusilalamikie ambacho mimi nasema sio sawa <laughs> tu msio msio tu. Tena, tena ni niswagie watu wengine, leo hii barabarani mgonge mtu barabarani, au gonga sijui mtu alokuwa sijui labda ana pikipiki gari au bajaji nini au mgonge tu mtu, mtu alafu, wa sema tu kweli gusa no. bodaboda barabarani, unaendesha gari yako, unajua mtu kitakachotokea nini no. ni. Kwanza watachoma gari lako huu ni uhalifu jamani. Mi nasema hivi kumgonga yes, mtu naezekana yes, ni kosa ya kibarabara Tumem... yani la, ni kwamba kwa shida kubwa tulionayo no. Ni moros hicho kitu hatutaki kukiri kwamba maadili ya kweli tunasema ya, tu, tuna imani tuna dini zetu, lakini matendo yetu haya akisi yale yaliyoandikwa kwenye vitabu vyetu vyote uwe Mwislamu uwe Mkristo, matendo yetu haya ya kwenda kufanya vurugu hizi, mi naamini wale watu wapo wanaoenda makanisani, wapo wanaenda msikitini, lakini walitoka kufanya zile vurugu, lakini hakuna kitabu hata kimoja katika hivyo iwe ni msafu iwe ni Biblia inayosema watu wakafanye vurugu kwa sababu wanadai haki, au wakavunje haki za watu wengine kwa sababu wao wanadai haki zao. E, hicho kitu cha msingi ndio hicho ukitaka. Kwa hiyo morals ndio tumekosa, tunatakiwa kumrudia e, Mwenyezi Mungu. Bila hivyo hapa hatutoboi, bila Mungu hapa hatutoboi. E, lazima well. turudi kwenye hizo imani zetu, tuziishi yale maelekezo ukiwa na hofu ya Mungu utafuata sheria na kuhakikishia unaeza well, unaweza kaaji wazungu wana hofu ya Mungu walikuwa wanafuata sheria. Wazungu wana hofu ya Mungu sana kwa sababu wale ndio walichukua Biblia wakaweka kwenye matendo yao. Kwa nini? Kwa, kwa nini wewe e, Ulaya ukiacha ee, simu unakurudishia? So, kwa sababu ya hofu ya Mungu ni hofu ya Mungu walichukua ile sheria ya zao ya ya, sheria zao walizigeuza zile sheria no. Sisi tunazisoma kwenye Biblia wao, wow, wanaziishi they don't cheat, wale wazungu walio wengi hawachiti. Kumbe ni nini? Si kwa sababu wao walivyoichukua ile wameangalia faida na benefit wakaziona, wakaziingiza. Kwani Mungu alivyotupa hivyo no, vitabu vyake ni kwa benefit ya nani? Yaani, tofautisha mtu anafanya kwa motivation gani. Hapana, ah, Mungu ametupa yale ili yatulinde, e, sisi sasa, kwa sababu e, wow, kwa mfano mtu aliyekuwa anafanya vurugu wakati Mungu anakuambia ki mamlaka ni kwa faida ya nani? Ina work, wameona inafanya kazi. Wamechukua. Sasa wale ndio hicho, nakwambia, basi uelewi maana ya hofu ya Mungu. Sio kwenda kanisani. Hofu ya Mungu ipo kwa ajili ya wewe. Kwenda kanisani unaweza usiende kanisani lakini unafanya hapana ya Mungu ni mimi mimi not yal hapanamui Mungu. yeah, no, unajua t... kuna, kuna mzungu ajumini lakini za nani? kama haidi anafuata, ana principle za nani? kama hasemi uongo kabisa, haamini wanaitwa atheists hawaamini kabisa kuna Mungu lakini wana morals na principles. Morals wametoa wapi? Msingi wa morals ni neno la Mungu. tumia kitu uamini kwamba msingi wa morals, umeelewa? Ukisema morals, kwanza morals zipi? kwanza hapo, hawaamini mambo ya Mungu. Wao wamechukua zile wamechukua zile principles, wamechukua zile, wameziweka kwenye culture zao, wameziimbed. Wanazifuata kwa sababu wameona zina faida kwao kibinadamu wameona kuna faida kwa kibinadamu, not necessary kwa sababu ya Mungu. Ndio maana ukienda nje Ulaya, watu wanaoenda kanisani ni wachache kuliko watu wanaokaa mtaani. Ishu ya wana Mungu sio lazima uende kanisani, kani, kanisani. kanisani kuna watu wengi wanafanya ushezi na wanaenda kanisani. Mi siongelei kwenda kanisani, nazungumzia morals ambaye wewe ukiwa mwenyewe sirini. Tulielekezwa ukiwa sirini haufanyi kitu ambacho sio sawa. Dhambi zingine wanafanya lakini most of the morals uh, uh, zingine hawafanyi, lakini dhambi zingine wanafanya. Sikui umenielewa, hao wazungu dhambi nyingine nyingi wanafanya, lakini kuna hizi ambazo basics za morals hawazifanyi, ila nyingine nyingi wanazifanya. Kwa ndio maana nakwambia hawana hofu ya Mungu, ila kuna vitu wamevichagua kwenye hizo principles zilizochukua miaka na miaka elfu iliyopita kwenye Biblia wanazipractice e, kwa sababu kwao zinalipa. Wamechukua kwenye? Umeona. Lakini hawana hofu ya Mungu. Sawa. They, that is it, that is okay yeah. Kuna watu wengi yeah, ambao hawana hiyo. Wanataka kwenda kukwambia, sio kwa sababu wana fear ya Mungu. No no no. Wanachukua kwa sababu wameona kinalipa kwao Ndo wanakifanya. kwa wanakifanya kwa mfano ni sasa, mimi nataka nikuhakikishie benefit zote, sheria zote Mungu alituwekea kwa benefit yetu, sio benefit ya Mungu. ni kama hawa, Mungu ana everything. kama hawa wachungaji hapa sasa hivi, matapeli wengi ambao wa wanajifanya kama wana fear of God, kama wanamtumikia Mungu, lakini wanaibia watu pesa, wana abuse washirika wa wao, wanachukua ela zao, wanafanya mambo yote ya kinyama, wengine tena wana practice mpaka mambo ya uchawi lakini wanene wanafanya hivyo kwa sababu wanaona inawalipa wao, ina benefit kwao, lakini hawana fear of God, hawana hofu fi ya Mungu yoyote, lakini kile kitu kinalipa kwa, ndio maana basi plan. Tuseme sheria za Mungu ni ni principles ambazo hazibadiliki na ndio maana wao waliamua kuzichukua wakazitumia kwa hiyo na Mungu alitupa hizo kanuni ili zitusaidie sisi, sio kwa ajili ya faida ya Mungu. Hizo kanuni ni za kwetu sisi, tusipozifuata tu tutakaopata we... hasara ni sisi wenyewe exactly, lakini namalizia again kwa kusema swali langu uh, utu uhai maisha Tanzania, ya mtanzania wote yana thamani, awe maskini awe tajiri. Ukiiba kama wewe ni tajiri, ukiiba kama wewe maskini, kama, maskin. kama tumeamua mtaani tunawachoma basi, wote walioiba wachomwe kama kuna mtu tarehe ishirini na tisa aliiba basi naye achomwe au auawe, maanake wengine mtaani tunawaua kila siku vijana wetu, hata kama wanasema alikuwa yaani, huna haja ya kusema hivyo kwa sababu Mona, kanuni zimewekwa like zikulinde wewe, like, kwa hiyo usipozifata hizo kanuni, right. Kwani right, zinamuumiza nani? Zitakuumiza wewe mwenyewe. Umwambia usiibe, wewe umeenda umeiba, kwani atakaye umia atakaye kutana na shuruba za wizi ni nani? Ni wewe. Kwa hiyo Mungu ametuwekea sheria na kanuni ambazo zitulinde tukiwa hapa duniani. You don't want to follow them, then okay. Hata hao no, nao sema wazungu sio, walichagua hizi zile nyingine za za kuamua kuwa maushoga na maulesbia na nini, ni kwa sababu wao wana, wanasikia wana pressure kufanya zile vitu no, kwa sababu kwa ehe, kama na nini hapa wanat, wanatapeli watu wanawaibia watu hela kwa kutumia hiyo fear of god. This is well, not fear of god, ana fear ya Mungu lakini wanachukua vinavyolipa, kwa wanachukua ni biashara, it's business, this is business, ni biashara kwa hiyo ndo hivyo jamani. Haya, Mungu atusaidie, Mungu atubariki. Mungu ameshatusaidia ametuwekea sheria, utakifuata sheria utakula kwako. Yaani Mungu amesha kukusaidia kwenye maarifa, atusaidie lakini Mungu amesha, na ndio maana akasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukisoma kitabu cha Hosea sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, watu, taifa lilikuwa liko kwenye hali mbaya sana, lakini namba pale kwenye nani, sura ya nne, Mungu akawaambia kwa nini wanapata hizo shida zote, kwa sababu wameacha maarifa. Kwa hiyo, na, na hiyo na yeah, yeah, wong wala hata tusimwite Mungu. Mungu alishatupa yeah, everything. Ndio maana we unajua kabisa siwezi kwenda kupanda gorofa nidondoke chini, na maisha yako yes. So you choose yeah. Maisha yako unachagua mm. Utakachokichagua ndo utakachokipata no, kila kitu kipo. Ukiamua sasa hivi kunywa sumu utasema mm. Sifi, ni sifi, kwa sababu umeshaamua kunywa sumu no you will die. Kwa hiyo Mungu amesema ti mamlaka, then you don't want to ti mamlaka, unataka nini sasa. Ndio hayo utakutana na kutakacho, utakutana na hizo mamlaka sasa. Cha msingi umeambiwa, usiibe, umeiba consequences. Wengine unaambiwa un, un, un, msichiti, unachiti, unataka nini? una, utapata hai. magonjwa jamani. utakutana na divosi, utamlaumu Mungu no. Sheria tumewekewa, ila hatutaki kuzifata, kwa hiyo tukubaliane na matokeo.